Siku zote mnyonge hana haki mbele ya mwanadamu mwenzake, tena mwanadamu ambaye ni mpatili wa hali ya juu. Unaweza ukasikia hawa machama wako hapa wanaimba, wanaimba kabisa kwa nyimbo, na wanakuambia hore wenu polisi, maana hukumu yenu inakuja ukasikia kama ni wimbo wa furaha wanaoimba, lakini ukweli ni kuwa wanapoendelea kuimba hivyo wanaendelea kusika mpendo wao haliya uawa kwa kupiwa risasi. Na ndio manake wanaimba wakiambia polisi hore wenu, maana hukumu yenu inakuja. Na umemsikiliza huyo jamaa wa jadema amesema zile vifo ambazo ziliweza kufanyika wao kama Chadema hawapendi na wameweza kukasifu hiyo hali kwa hali ya juu sana, na ukisikanisa na uchumbe wa hawa vijana wanapoendelea kusika mpendo wao wakiwa na usuni, mioyo yao ikiwa inasonondeka, wakituma uchumbe direct kwa polisi, hukumu yenu inakuja. Nimeanza nikikwambia, siku zote mnyonge hana haki mbele za mwanadamu mwenzake, ambaye ni mpatiri, ambaye ni wa kukandamiza wale wanyonge. Lakini kumbuka, huyu huyu mnyonge ambaye hana haki mbele ya mpatiri mwanadamu mwenzake, ako na haki mbele ya Mwenyezi Mungu, ako na haki mbele ya kiti cha enzi na ndiyo manake hawa vichana wameimba wakisema hole wenu polisi maana hukumu yenu inakuja. Sometimes unaweza ukachukulia maneno kama hayo kiurahisi urahisi, ukaona kama ni mambo tu yenye wamezungumza ikanyesha ikaisha. Lakini baadaye ndio unaweza ukakuja kulia. Rais, kuna kitu kibaya ambacho kinafanyika My good people. Msichukulie kuwa mambo ni kawaida tu na mambo imetulia kama kawa, lakini I'm telling you, mioyo ya, ya watanzania wengi bado iko inaumia ndani ku ndani, bado iko na machungu yenye hawajui yataisha namna gani. Kabla tujaendelea sana, maana niko na mengi ambayo ninataka kukupasa na kukuelezea ya kile ambacho kinaendelea, ninaomba uweze kulaiki hii video usubscribe kwenye hii YouTube channel na unapoendelea kuangalia, Mungu akubariki wapendwa. Wa taifa tukufu la Tanzania, nimeona chama cha CCM kikiwa kimeshikilia usukani katika serikali kikiwa kinatafuta katika mbinu sosote sire kutangaza kuwa kuna amani imerudi ndani ya taifa la Tanzania na umeng'ang'ana sana kujiweka rasmi kuwa mambo iko sawa, mambo iko taratibu, na ndio maana kulikuwa kuna tafutwa maridhiano kati ya serikali na chama cha upinzani. Lakini mbona mimi ninaona bado kuna shida ndani ya taifa la Tanzania? mbona mimi ninaona bado kuna hali ya hatihati hati ndani ya taifa la Tanzania, hata kama tangu tarehe ishirini na tisa hayo mambo yote yaliyokuwa yamefanyika, tukasema kweli kumepotea amani, kumepotea amani ndani ya taifa la Tanzania, lakini ilikuwa bado. Sasa hivi kama Raisi Suluhu Samia Hassan hawezi akaangalia vizuri, ndio kunaenda kupotea amani saidi maana, kile ambacho ninakisikia kwa masikio yangu ninaona ni kama kinaleta utata kidogo, na kinaashiria ile umoja ambao wana Gen Z wa Tanzania wameesha kuwa nayo. Hebu msikilize huyu dada alafu tuongee, uniambie unaona vipi, hali iko namna gani na vile wamejipanga mambo iko vipi? Hebu msikilize kwanza. Hatimaye jenzi wa Tanzania wamepata mkombozi. Mkombozi huyu wanamuita Rais wa Jenzi Tanzania ambaye anaenda kuwasaidia kukamilisha maandamano yao ya 19 Disemba kuwa maandamano yenye amani, maandamano ya amani. Yaani ina maana mtu atatoka nje na bango lake tu. Hakuna silaha, hakuna kitu kingine kitakachotumika. Je, huyu anaenda kuwasaidia kufanya hivyo atafanyaje? Ametuma barua wametuma barua Ikulu Dar es Salaam, wametuma barua kwenye mashirika yote duniani yanayosimamia haki za binadamu. Mashirika hayo ni kama Amnest, UNHR uh, UN na mengineo mengi, na sio tu mashirika ya haki za binadamu. Jenzi wameamua kuja pia na media za international kwa ajili ya kurekodi kila kitu ambacho kitatokea kwenye maandamano hayo ya amani yatakayofanyika hiyo tarehe tisa. Sasa basi, jenzi hawajaja tu na mashirika, wanakuja na intaneti yao wenyewe. Ina maana wakiamua kuzima mitandao Tanzania, jenzi wanaoandamana watakuwa wameshagaiwa internet ya kutumia kutoka kwenye mashirika hayo yanayoenda kuwasaidia kusimamia. Wamepeleka barua mpaka kwa pop mpaka Ikulu ya Marekani. Kwa hiyo wamesambaza barua zao dunia ni kote kuwaambia kwamba tarehe tisa tunaenda kuandamana kwa amani kudai haki zetu sisi kama vijana wa Tanzania. Eh, hii inatisha. Nini maoni yako juu ya Gen Z kuja na mfumo huu wa maandamano. Ina maana hata kama jeshi la Tanzania likikataa kuwalinda waandamanaji wa, wa, wa, wa Tanzania, majeshi ya Umoja wa Mataifa ambayo yana vibali kufanya kazi nchini Tanzania yatakuwa yanawasaidia kwenye maandamano hayo. You know, wakati tarehe 29 iliweza kutimia, mambo yakaenda vile, of yalienda na kila mmoja aliweza kushuhudia vile mambo imekuwa kila mmoja aliweza kusoma akili ya mwingine vile inakaa. Wana Gen Z wakiwa wanaongozwa na wale wi, watu wengine wote ambao wamechukia uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Wakaangalia wakaona, okay, ile kitu ambacho mnaweza mkatufanyia kikubwa ni ku make sure mambo ya mitandao imekusanywa ikawekwa kwenye kaburi la sahau. Because wamelia rais hii mitandao ndio in, inafanya uhamasisho mkubwa zaidi ambao unaweza ukaleta upinduzi ama ambao unaweza ukaleta hasa makubwa ndani ya chama cha CCM. Sasa mimi nasikia kutoka kwa huyo dada, wameamua wameweka mawasiliano kila mahali, ikiwemo Umoja wa Mataifa, na nilikwisha kukuambia kwa mara ya kwanza kuna hiyo video nimetengeneza hapo awali ambayo Umoja wa Mataifa imeweza kutoa barua na kumwambia Mama Suluhu Hassan aweza kuwaachilia wale watu wote ambao wameweza kushikwa na kuwekwa gerezani kwa sababu ya mashtaka ya uhaini na mashtaka mengine hapo ambayo yaeleweki, lakini yakiwa ya kuringiti tu kile ambacho kilifanyika tarehe ishirini na tisa. Sasa kama wameweza kufanya programu sao hivi wamepeleka mpaka kwa umoja wa mataifa wamepelekea mpaka Bob, wamepeleka kila mahali wamejitafutia internet yao. Eh, nikisikia hivyo nakuambia, huo ni umoja wa kutisha, na hivi ndivyo sasa kunaendelea kutishika ndani ya taifa la Tanzania, ndio maana nakwambia hata kama kunaendelea kuhubiriwa njili ya umoja ndani ya taifa ya taifa hilo njiri ya amani ndani ya taifa hilo, bado serikali iko katika hali ya hatihati, hawachaelewa ni nini wakifanya mwanzo. Ila mimi kile kitu ambacho ninawaomba wa Tanzania wenzangu, damu imemwagika. Umemmsikia huyo mheshimiwa amesema, ile damu ambayo imemwagika haiwezi ikaenda bure hata mawe yanaweza yakasimama na yakasungumza na yakatafuta haki. Sasa basi, msikubali damu ikamwaike tena kwa mara nyingine. Maana ni usuni, nimekuambia. Unaweza ukasikiliza hao machamaa wanaimba hapo wakiwa wanasika mpendwa wao ukadhani ni raha wako nayo, lakini ni usuni wa hali ya juu. My good people. Jaribu katika njia sosote hile kuhubiri amani. Amani itawale. Hata kama machesi yatakuwa yawe hapo kwa sababu ya kulinda amani, bali siki ya kwa sababu ya kupiga na kuua mtu ambaye alikuwa anaandamana kwa sababu amechoma. Msichome chochote. Ongea tu. Hiyo inatosha. Kuchoma na kuharibu kuliharibu zaidi na nikawaambia e Tanzania, mkumbuke tati rosa ambayo ilifanyika. Hata ikiwa namna gani, mtakuja kusikia usito wa kulipa na kurudisha kile ambacho kiliweza kupotea. So msingoje tena mengine saidi yakaharibika, maana kutakuwa na gharama kubwa ya kuja kurudisha. Ninachoomba ni amani katika taifa la Tanzania Mbarikiwe.